Iran iko karibu kiasi gani kutengeneza bomu la nyuklia? Tuchambue. Hivi vilikuwa baadhi ya vituo muhimu vya nyuklia vya Iran kabla ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Israel. Utawala wa Iran umekuwa ukisisitiza kwa mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya amani pekee. Mashirika ya kijasusi ya Marekani yamekadiria kuwa kwa sasa Iran haijaanza kutengeneza bomu la nyuklia. Hata hivyo, mataifa mengi yamekuwa na mashaka makubwa kwa viwango vya juu vya urutubishaji urani na ukosefu wa uwazi wa Iran. Shirika la Kimataifa la Nishati Atomiki liliikosoa Iran kwa kushindwa kutekeleza wake wa kutoeneza mipango yake ya nyuklia likisema, Iran imehifadhi zaidi ya kilo mia nne za urani iliyorutubishwa hadi kiwango cha asilimia sitini Hicho ni kiwango cha juu mno kwa matumizi ya nishati kwa umma na kinakaribia kiwango hatari cha kutengeneza silaha. Kilo hizo mia nne zingetosha kutengeneza takriban mabomu kumi ya nyuklia iwapo zingerutubishwa zaidi. Na siku chache zilizopita, Iran ilitangaza kuwa itafungua kituo kingine cha kurutubisha urani. Sasa hapo ndipo hoja kuu ilipo. Urani ya kutengeneza silaha ina nahitaji kurutubishwa hadi asilimia tisini. Iran bado haijafikia kiwango hicho, lakini wataalamu wameonya kuwa kwenye akiba yake ya urani na uwezo wa mitambo yake ya urutubishaji, Iran ingeweza kufikia kiwango hicho kwa haraka. Iran pia ingehitaji kutengeneza kichwa cha nyuklia pamoja na kombora la kukifikisha. Kwa hiyo je, Iran inatengeneza silaha za nyuklia kwa siri? Hatujui. Kuwa karibu na uwezo wa kutengeneza bomu tayari kumeipa Iran ushawishi mkubwa wa kisiasa duniani. Donald Trump alikuwa akijaribu kufikia makubaliano mapya ya nyuklia na utawala wa Iran. Ndiyo maana wachambuzi wengi waliita Iran taifa linalokaribia nyuklia, si taifa lenye silaha za nyuklia, lakini liko karibu kiasi cha kuleta athari. Israel imesema imeshambulia baadhi ya vituo vya nyuklia vya Iran, lakini haijajulikana uharibifu ni kwa kiwango gani au jinsi gani hilo litaathiri uwezo wa Iran kuendelea na mpango wake wa nyuklia.